Kichwa cha neno la Mungu ambalo tutajifunza pamoja leo ni baraka kwa maneno na laana kwa maneno. Chini ya somo hili, hebu tuchukue muda kujifunza neno la Mungu. Maneno ni muhimu sana, sivyo? Kuna msemo usemao, maneno yanakuwa mbegu. Maneno yanakuwa mbegu. Kwa namna hii, maneno tunayoyatamka yanakuwa mbegu na hakika huleta matokeo kwa maneno hayo. Hata wakati tumeudhika kidogo, hebu tuseme maneno mazuri kama eh, wewe mtu uliyebarikiwa wewe. Eh, wewe mtu unaenda mbinguni wewe. Siku zote Biblia inatupa mafundisho mengi kuhusiana na maneno. Walakini mara nyingi tunayasahau mafundisho ijapokuwa ni neno la Mungu. Siku zote tunasema nini tunaposalimiana? Kulingana na mafundisho ya baba na mama, Mungu akubariki. Tunahitaji kueneza mbegu hii. Mara nyingi mnapoeneza mbegu ya kusema Mungu akubariki, nini kitatokea? Mungu alisema wale wanaokubariki watabarikiwa na wale wanaokulaani watalaaniwa. Hebu tushiriki baraka nyingi. Kwa kuwa tunafuata mafundisho ya Baba na Mama, tunapanda mbegu za baraka kila siku ya Sabato, kila siku na wakati wowote tunapokutana. Kila tunapokutana tunafanya nini? Tunasalimiana tukisema Mungu akubariki. Sivyo? Iseme sana. Yote yataleta matokeo mazuri siku ile tutakapokwenda mbinguni. Ijapokuwa hatujui sasa, nina uhakika kwamba wakati utakuja hakika tutakapopata matokeo yenye baraka kama vile kutoa kile kilichohifadhiwa benki. Tuangalie Yakobo sura ya tatu mstari wa pili. Sisi sote tunajikwaa katika mambo mengi. Ikiwa mtu yeyote hakosei kamwe katika yale anayosema, yeye ni mkamilifu, naye anaweza kuuzuia pia na mwili wake wote. Tunapotia lijamu kwenye vinyo vya farasi ili kuwafanya watutii, tunaweza kuigeuza miili yao yote au angalia pia meli, ingawa ni kubwa sana, nazo huchukuliwa na upepo mkali, lakini hugeuzwa kwa usukani mdogo sana kokote anakotaka nahodha. Vivyo hivyo, ulimi ni kiungo kidogo sana katika mwili, lakini hujivuna majivuno makuu. Fikirini jinsi moto mdogo unavyoweza kuteketeza msitu mkubwa. Ulimi pia ni moto, ndio ulimwengu wa uovu kati ya viungo vya mwili. Ulimi huutia mwili wote wa mtu unajisi na kuwasha moto mfumo mzima wa maisha yake nao wenyewe huchomwa moto wa jehanamu. Inamaanisha kwamba lazima tuangalie jinsi tunavyotumia ndimi zetu, sivyo? Baraka kwa maneno na laana kwa maneno. Biblia ina rekodi nyingi kuhusu mambo yaliyotokea kwa sababu ya yale ambayo mmoja alisema kama fundisho kwetu. Kulikuwa na watu kama Esau aliyepoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa kusema jambo lisilo sahihi na kulikuwa na watu waliokuwa vipofu maisha yao yote, lakini wakapata kuona kwa neema ya Yesu kwa kusema jambo moja vizuri. Visa hivi vyote vimeandikwa katika Biblia. Ni muhimu jinsi tunavyoongea. Tunaweza pia kuelewa jinsi maneno yalivyo muhimu tunapofikiri hivyo. Ukweli tunaohubiri unaitwa habari njema, maana yake maneno mazuri. Ukitaka kubarikiwa sana mbinguni, panda maneno mengi yenye baraka kwa ajili ya jirani zako. Tuone mojawapo ya mafundisho ya Yesu kuhusu maneno katika Mathayo sura ya 12. Tuangalie Mathayo sura ya 12 mstari wa 34. Enyi uzao wa nyoka mnawezaje kunena mambo mema wakati ninyi ni waovu? Kwa maana kinywa cha mtu hufanya nini? Kinywa kinywa huyanena yale yaliyoujaza moyo wake. Tunatumia maneno kuyaeleza mambo yaliyolundikana katika mioyo yetu isiyoonekana, jinsi watu wengine wanavyoweza kusikia maneno. Ni chombo kinachowasilisha kile ambacho tumeweka katika nia zetu. Mstari wa thelathini na tano. Mtu mwema hutoa yaliyo mema kutoka hazina ya mambo mema yaliyohifadhiwa ndani yake, naye mtu mwovu hutoa yaliyo maovu kutoka hazina ya mambo maovu yaliyohifadhiwa ndani yake. Lakini nawaambia, katika siku ya hukumu watu watatoa hesabu kuhusu kila neno lisilo maana walilonena. Kwa maana kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Hapa katika Mathayo sura ya kumi na mbili, Yesu aliwafundisha watoto wote wa Sayuni na watu wote wa ulimwengu kwamba tunaweza kubarikiwa kwa maneno yetu na pia tunaweza kulaaniwa kwa maneno yetu. Ufalme wa milele wa Mungu unazidi kukaribia kwa kuwa tutahukumiwa katika siku ya hukumu kwa ajili ya makumi ya maelfu ya maneno ambayo tumenena, tunahitaji kuchunguza kama maneno tunayoyamwaga leo yanastahili baraka au laana. Natumaini kwamba tutapanda maneno ya dhamani, maneno mazuri, maneno yanayofaa na yenye neema, kuanzia leo, kuanzia wakati huu na kuendelea tutavuna chochote tunachopanda hebu tuone kama tunavuna tulichokipanda tufungue Mathayo tisa Mathayo sura ya tisa mstari wa ishirini na saba yesu alipokuwa akiondoka mahali pale vipofu wawili wakamfuata wakipiga kelele kwa nguvu na kusema mwana wa daudi tuhurumie Alipoingia mle nyumbani wale vipofu wakamjia, naye Yesu akawauliza, mnaamini kwamba ninaweza kufanya jambo hili? Wakamjibu, ndiyo Bwana. Jibu lao lilikuwa nini? Jibu lao lilistahili baraka. Ndipo Yesu akagusa macho yao na kusema, iwe kwenu sawasawa na imani yenu. Macho yao yakafunguka. Kila mtu maneno haya kwa kweli yanastahili baraka. Yule kipofu akasema, ninaamini katika Mungu, ingawa umekuja katika mwili, wewe ni Mungu kweli, wewe ndiye mwokozi wa roho zetu. Walipojibu maswali ya Yesu kwa imani ya aina hii, Yesu alisema, iwe kwenu sawasawa na imani yenu, na akaondoa giza lote lililofunika macho yao na vipofu hawa wawili walipata nuru tena. Lengo hapa si juu ya ukweli kwamba Yesu alifanya miujiza ya aina hii alipokuja mara ya kwanza, bali juu ya ukweli kwamba matokeo ya aina hii yenye neema yanatokana na maneno yenye neema. Tuangalie Luka sura ya tano mstari wa tatu. Akaingia katika mojawapo ya hizo mashua ambayo ilikuwa ya Simoni, akamwomba aisogeze ndani ya maji kidogo kutoka ufuoni. Kisha akaketi na kufundisha watu akiwa mle ndani ya mashua. Alipomaliza kunena akamwambia Simoni, sasa peleka mashua hadi kilindini, kisha mshushe nyavu zenu mkavue samaki. Simoni akamjibu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha na hatukuvua chochote. Lakini alisema nini? Lakini lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Alisema jambo zuri sana hebu, tuangalie kilichotukia aliposema maneno mazuri sana nao, walipozishusha nyavu zao wakavua samaki wengi sana, nyavu zao zikajaa, zikaanza kukatika. Wakawaashiria wavuvi wenzao kwenye ile mashua nyingine ili waje kuwasaidia, wakaja wakajaza mashua zote mbili samaki hata zikaanza kuzama. Petro alishangaa. Hebu tuangalie Petro alichosema alipoona, katika mstari wa nane Simoni Petro alipoona haya yaliyotukia, alianguka miguuni mwa Yesu na kumwambia , "Bwana, ondoka kwangu, mimi ni mtu mwenye dhambi." Kwa kuwa yeye na wavuvi wenzake walikuwa wameshangazwa sana na wingi wa samaki waliokuwa wamepata. Vivyo hivyo, wenzake Simoni, yaani Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, walishangazwa pia. Ndipo Yesu akamwambia Simoni, "Usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu." Hivyo wakasogeza mashua zao mpaka ufuoni mwa bahari, wakaacha kila kitu na kumfuata hapa katika tukio hili la Luka sura ya tano kama Petro angalisema kwa sababu alikuwa amechoka kwa kufanya kazi usiku kucha. Vema, nimechoka. Tayari nimejaribu. Tayari nimejaribu kila kitu nilichoweza. Basi inawezekana asingelikuwa mwanafunzi wa Yesu. Kupitia sura hizi mbili, Luka sura ya tano na Mathayo sura ya tisa, tunaweza kujifunza kwa mara nyingine tena jinsi maneno yalivyo muhimu. Kila unapoongea, tumia maneno chanya. Inasemekana unapofanya hivyo unaweza kupata matokeo mengi mazuri. Kwa dhati ninatumaini kwamba tutasema maneno ya dhamani na maneno mazuri tu, haijalishi tumekasirika na tumeudhika kiasi gani. Kwa maana kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Matukio haya mawili ambayo yametajwa katika injili ya Mathayo na injili ya Luka ni mifano ya wale waliobarikiwa na Mungu kwa kunena vizuri. Kanisa ni shirika ambalo Mungu alilianzisha kwa ajili ya wokovu wetu. Hivyo kamwe si mahali ambapo hakuna upendo, hakuna huduma au hakuna dhabihu. Walakini kuhusu sisi wanadamu, bila shaka tuna mapungufu, kwa kuwa tuko katika mchakato wa kukua katika imani tunatembea njia ya imani tukijifunza yale tunayopungukiwa kupitia neno la Mungu, kushika ibada na kunafanya shughuli za kanisa ili tuzaliwe upya. Tuangalie Matendo sura ya 20 mstari wa 28.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 Hapa katika Matendo sura ya ishirini, Mungu alitujulisha kuhusu sifa za kanisa letu la Mungu. Tuangalie Zaburi sura ya mia moja na mbili. Tunahitaji kuelewa ni nani aliyeanzisha kanisa hili na alipaswa kulipa nini kuandaa mahali hapa na kuturuhusu tuwe na tumaini la mbinguni. Tuangalie Zaburi sura ya mia moja na mbili mstari wa 16. Kwa maana Bwana ataijenga tena nini? Ataijenga tena Sayuni, ambapo sikukuu za Mungu zinasherehekewa na kutokea katika utukufu wake. Ataitikia maombi ya mtu mkiwa, wala hatadharau hoja yao hili naliandikwe kwa ajili ya kizazi kijacho ili taifa litakaloumbwa baadaye waweze kumsifu Bwana. Hapa ni nani anayejenga Sayuni? Mungu. Katika Matendo sura ya ishirini, Mungu alilipa nini kulinunua kanisa? Damu yake. Mahali Mungu alipoanzisha na kupanunua kwa damu yake ya thamani iliyomwagwa msalabani ni Kanisa la Mungu. Hivyo hebu tuandike mioyoni mwetu kwa mara nyingine tena kwamba tunahitaji kutoa utukufu na shukrani na heshima zaidi kwa kanisa letu. Tuangalie Zaburi sura ya themanini na saba mstari wa tano. Kuhusu Sayuni itasemwa hivi, huyu na yule walizaliwa humo, naye aliye juu sana mwenyewe atafanya nini? atamwimarisha mahali alipopaanzisha aliye juu, yaani Mungu mwenyewe. Ni Sayuni yetu nini? Nyote mnajua vizuri kwamba Sayuni yetu ni mahali ambapo sikukuu za Mungu huadhimishwa, asivyo? Tuthibitishe hili kwa kufungua Isaya sura ya 33. Kanisa letu lilianzishwa na Mungu aliye juu sana. Hivyo hebu tusilichukulie kirahisi kanisa aliloanzisha Mungu wala kulizungumzia ovyo.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 kwa wenye dhambi ambao waliwekewa kufa milele, Mungu alifungua wazi njia ya wokovu kwa kutupatia msamaha, hii upendeleo maalum. Kanisa letu la Mungu ni kanisa lililoanzishwa kwa dhabihu kama hiyo ya Mungu. Tuendelee na mstari wa ishirini na mbili: kwa kuwa Bwana ni mwamuzi wetu, Bwana ndiye mtoa sheria wetu, Bwana ni mfalme wetu, yeye ndiye atakayefanya nini? Atakayetuokoa. Mungu alianzisha kanisa hili ili kutuokoa. Mungu alianzisha kanisa hili ili kutupa msamaha wa dhambi. Kanisa ambalo Mungu alilianzisha hata kwa kufedheheshwa msalabani na kwa kumwaga damu yake ni kanisa hili la Mungu. Kanisa la Mungu ambalo Baba na Mama walianzisha kwa kweli ni zuri na lenye neema. Neema ya wokovu wa Mungu kweli inafurika hapa. Kwa njia hii inatupasa kumtukuza Mungu. Tuendelee na mstari wa ishirini na nne: "Hakuna yeyote aishiye Sayuni atakayesema mimi ni mgonjwa, nazo dhambi za wale waishio humo zitasamehewa." Mahali palipoanzishwa na Mungu ili kutupa neema hii ni kanisa la Mungu. Mara tunaposema jambo hatuwezi kamwe kulirudisha nyuma milele, pia haliwezi kurudi kamwe. Kwa hiyo lolote tunalonena, hebu tuwe waangalifu siku zote. Kamwe usizungumze kirahisi kuhusu kanisa aliloanzisha Mungu ili kutupa uzima wa milele, msamaha wa dhambi, wokovu, neema na baraka hata bila kufahamu haihusu kanisa tu bali pia inawahusu watu pia. Sisi watoto wa Mungu lazima tuvumiliane na kutunzana. Tuangalie Zaburi sura ya 109 mstari wa 16. Kwa maana kamwe hakuweza kutenda wema, bali alimfukuza mnyonge na mhitaji, aliwafanyia jeuri wahitaji na waliovunjika moyo. Alipenda kulaani nini kikampata? Nayo laana ikampata. Ikiwa kuna mtu anayependa kutamka laana na kumwaga maneno ya laana na malalamiko badala ya maneno mazuri, maneno yenye neema ambayo yanawanufaisha wengine, basi maneno hayo yatamrudia mwishowe. Biblia inasema hivyo, nayo laana ikampata, hakupenda kubariki, kwa hiyo baraka na ikae mbali naye. Kila mtu tunasema, Mungu akubariki, kila siku. Salamu za Kanisa la Mungu zinaweza kutambulika kila mahali uendapo, hata kwenye uwanja wa ndege. Ijapokuwa ni mtu ambaye hujawahi kumwona, ikiwa anasema Mungu akubariki, Unaweza kusema yeye ni ndugu yetu. Unaweza kujua mara moja hata kama humoni huyo mtu , lakini unamsikia tu akisema. Ni kwa sababu wanafamilia wetu wa Sayuni tu wanasema hivyo mara nyingi. Wengine wanaweza kusema, kama ninavyoisikia, wakati wote haisikiki kuwa ya dhati. Ikiwa inasikika kuwa ya dhati au la, jaribu kuisikia sana na pia iseme sana. Hiyo itakuwa mbegu na kuturuhusu sisi na wanadamu wote kuzaa matunda mazuri mwishoni. Walakini, ikiwa mtu anapenda kulalamika na kulaani, nini kitatokea kwake mwishowe? Laana hiyo itamrudia pia. Imeandikwa kwamba baraka zitakuwa mbali na wale ambao hawafurahii baraka. Tunapomimina baraka nyingi karibu nasi, watu wengi huja karibu nasi hata kuchukua hizo baraka. Kwa kufanya hivyo, hebu tuongoze ulimwengu mzima kupokea baraka kama vile baba na mama walivyotufundisha. Hebu tuseme, pokea baraka nyingi leo na kesho pia, upokee baraka nyingi. Natumaini kwamba siku zote tutakuwa na maneno ya baraka midomoni mwetu na kinywani mwetu badala ya malalamiko. Tuone Zaburi sura ya 109 mstari wa 17 tena. Alipenda kulaani nayo laana ikampata; hakupenda kubariki, kwa hiyo baraka na ikae mbali naye. Mungu anatujulisha hili waziwazi. Tunaweza kuona mistari mingi katika Agano Jipya pia ambapo Mungu alituonya kuhusu maneno na kutuambia kamwe tusiseme maneno ya laana au malalamiko. Tufungue Waefeso sura ya 4 mstari wa 29. maneno mabaya yasitoke wapi? yasitoke vinywani mwenu. Lazima tusiruhusu kamwe mazungumzo yoyote yasiyofaa yatoke vinywani mwetu. Bali yale mambo ya aina gani? yafayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao, ili yawafae wale wasikiao. Mambo haya yanapaswa kupandwa ndipo matokeo yenye neema na mazuri yanaweza kutokea. Nyumbani pia, kamwe usiseme neno lolote la malalamiko, ingawa mumeo haamini. Vipi kama akitubu baadaye na kurudia ukweli wa Mungu? Fikiria kisa cha mtume Paulo. Mwanzoni aliwatesa watu wa Mungu kwa sababu hakujua, lakini vipi kuhusu wakati alipotambua? Alifanya kazi kwa ajili ya Kristo hata kuhatarisha maisha yake, sivyo? Tuendelee na mstari wa 29. Maneno mabaya yasitoke vinywani mwenu, bali yale yafayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao ili yawafae wale wasikiao. Wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwake mlitiwa muhuri kwa ajili ya siku ya ukombozi. Ondoeni kabisa uchungu, ghadhabu, hasira, makelele na masingizio pamoja na kila aina ya uovu. Lazima tuyaondoe, hatuhitaji mambo haya yote. Ikiwa tunahisi chuki kwa mtu fulani, hebu tuondoe chuki hiyo yote Tunapofanya hivyo, maneno mengi yenye neema na mazuri yanaweza kutoka kwetu. Katika mstari wa 32 imeandikwa kuweni wafadhili na wenye kuhurumiana ninyi kwa ninyi. Mungu anasema tuhurumiane sisi kwa sisi, mkisameheana kama vile naye Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Hili ni neno la Biblia, neno la Mungu. Hebu tuseme maneno ya baraka si ya laana kwa watu wa ulimwengu tukiwa tunaihubiri injili kwa watu. Si hili tu bali pia kuhusu kanisa. Hebu tuseme tu kwa matumaini, ninapoenda kanisani napenda hili na lile. Kwa kuwa ni mahali palipoanzishwa na Mungu na kununuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe, tunapozungumzia kanisa lazima tutumie maneno yanayotoa utukufu, sivyo? tuone mstari mstari mmoja zaidi katika zaburi sura ya ishirini na mbili zaburi sura sura ya ya ishirini na mbili mstari wa ishirini na mbili nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu katika kusanyiko nitafanya nini nitakusifu wewe hebu tumsifu mungu sana pia tumpe mungu utukufu mwingi ni lazima tuwe na imani kuweza kusema haleluya wakati wote katika mstari wa 23 imeandikwa, ninyi ambao mnamcha Bwana msifuni, ninyi nyote, wazao wote wa Yakobo fanyeni nini? Mheshimuni yeye, mheshimuni Mungu, mcheni yeye, ninyi wazao wote wa Israeli, kwa maana hakupuuza wala kudharau mateso ya aliyeonewa. Hakumficha uso wake, bali alisikiliza kilio chake ili amsaidie. Kama unavyoona hapa, watu wa mwisho wa mbinguni watafanya nini kulingana na unabii huu? Wanapaswa kumheshimu Mungu. Na katika kitabu cha Ufunuo pia, malaika wa mbinguni wanaenda mbele za Mungu kila siku, na wanamsifuje Mungu? Haleluya, haleluya, atukuzwe Mungu. Hii ndiyo lugha ya mbinguni. Lugha ya mbinguni si malalamiko kama kwa nini Mungu hafanyi hivi kwa ajili yangu? Kwa nini Mungu hafanyi hivyo kwa ajili yangu? Kwa nini Mungu ananipa mimi magumu tu? Sote tuna njia tofauti za kutembea. Tuko katika mchakato wa kuwa watoto wazuri wa mbinguni kwa kupitia kila njia tuliyopewa. Hebu tusifikiri kwa nini mimi, bali tubadili mawazo yetu na tufikiri Ninahitaji kutembea njia hii kwa sababu ni mimi na tumfuate Mungu hadi tuufikie ufalme wa milele wa mbinguni. Hebu sote tubarikiwe kwa maneno Sayuni leo na kesho. Ni lazima kamwe tusilaniwe kwa maneno, sivyo? Ni lazima kamwe tusiseme mambo kama Esau ambaye hakujua thamani ya haki yake ya mzaliwa wa kwanza, naye akasema, ukinipa bakuli la mchuzi wa dengu, unaweza kupata baraka yangu ya haki ya mzaliwa wa kwanza. Hebu siku zote tufuate mapenzi ya Baba na Mama na tuseme atukuzwe Mungu, tumpe Mungu utukufu kwa kutii mafundisho ya Baba na Mama. Pia hebu tuwaambie kaka na dada zetu kwa moyo mweupe, tukitamani baraka. Kaka, Mungu akubariki. Dada, Mungu akubariki. Pia nataka waumini wetu wote wa Sayuni wapokee baraka. Tukisema mambo haya kila siku, maneno haya yatakuwa mbegu na kukua, ndipo Sayuni na nchi zote ulimwenguni pote zitakapojawa na baraka. Kwa sentensi moja macho ya vipofu yalifumbuliwa, na kwa sentensi moja kiasi kikubwa sana cha samaki kilivuliwa, kiasi kwamba nyavu zikaanza kukatika, ijapokuwa hakuna samaki aliyevuliwa usiku kucha. Tunapoiangalia kwa makini ili kujua ni nini kilichofanya hili liwezekane, tunaweza kuona kulikuwa na kifaa kiitwacho maneno. Kila mtu mnapoenda nyumbani leo, mwambie mwenzi wako nimepokea baraka nyingi kutoka kwa Mungu leo, hivyo wacha nishiriki baraka nawe. Na kama mna watoto, waambieni ninyi pia pokeeni baraka nyingi. Kwa namna hii, toeni baraka nyingi kwa watu wanaotuzunguka kwa kufanya hivyo. Acha maneno ya baraka, sio maneno ya laana, yatoke vinywani mwetu. Ninaomba kwamba tutaeneza baraka kwa watu wote wa duniani mwaka huu. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo, baraka kwa maneno na laana kwa maneno. Asanteni sana.